Sibrajabu Mbegete ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Buguruni. Ito nimeupokea nikiwa ofisini kwangu, kwenye ofisi ya Chama cha Mapinduzi kata ya Buguruni, baada ya vijana kukaa kwenye vikao vyao na wakalileta wazo kwenye chama kuomba baraka za chama. Nasi kama viongozi wa chama tukaliona ni jambo jema kwa makusudio na kusudia kwenda kuyafanya ya kwenda kuhamasisha vijana wenzao waweze kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura na wale ambao wamepoteza kadi zao waweze kuja kubadilisha na ambao walikuwa hawajatimiza umri waweze kujisajili mwaka huu ili wapate nafasi ya kutimiza wajibu wao kuchagua viongozi wao ifikapo mwezi wa Oktoba. Kupitia taasisi yetu ya Umoja wa Vijana ambacho ndio chombo kinashughulika na vijana, tumewapa maelekezo pamoja na mashindano haya, wanaendelea kushuka kwenye mashina, kwenye matawi kwenda kuwahamasisha vijana wenzao ili waweze kutambua wajibu wao wakupiga kura kuchagua viongozi, wasingoje uchaguzi umefanyika baadaye, pengine kiongozi akachaguliwa, ndivyo sivyo, wanaanza kulalamika vijana ah, si hatu kumchagua yule. Sasa ungeenda kumchagua ndio ungetimiza wajibu wako. Sasa kama ulikaa nyumbani, maanake umeshindwa kutimiza wajibu wako kama kijana. Jina langu naitwa Jumadadi, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi, kata Buguruni. Tumeandaa michuano ya Kombe la ng'ombe kwenye kata yetu ya Buguruni kwa timu zinazotoka kwenye mitaa iliyopo kwenye kata ya Buguruni. Michuano hii inachukua timu nane zinazotoka kwenye mitaa minne ya kata ya Buguruni, kwa maana kila mtaa kwenye kata yetu umetoa timu mbili, k tuna mitaa ya Buguruni Madenge, Malapa, Kisiwani na Mivinjeni. Michuano hii lengo lake kubwa ni kuwakusanya vijana kwa ajili ya michezo, lakini kuwahamasisha kujiandikisha pamoja na kuboresha taarifa zao kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Sisi kama viongozi wa jumuiya ya chama tunalo jukumu la kuhamasisha vijana kushiriki kwenye hilo zoezi, na ndio maana tumechukua wajibu huo na jukumu la kufanya mambo haya. So, Fadiga Regele ni mwenyekiti wa mtaa Buguruni Mvinjeni. Kwanza kwa niaba ya wenyeviti wa kata ya Buguruni, wenye viti wa serikali za mitaa, tunawapongeza jumuiya ya umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi kwa kuanzisha mashindano haya yanayolenga kuwakusanya vijana lakini lengo kubwa ni kuhamasisha wananchi kujitokeza katika uboreshaji wa daftari la mpiga kura linalotarajia kuanza tarehe 17 katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Sisi kama wenye viti wa mitaa mashindano haya tumeyapokea vizuri na tunaipongeza jumuiya ya umoja wa vijana lakini kubwa imekwenda kuongeza hamasa katika mitaa yetu kwa sababu moja ya kazi ya wenye viti ni kuwahamasisha wananchi katika kushiriki shughuli mbali mbalimbali za kimaendeleo. Kwa jukumu la mwananchi kuhakikisha anaboresha daftari taarifa zake katika daftari la mpiga kura ni moja ya kazi yetu sisi kama wenyeviti wa mitaa.